tarehe 7 machi mwaka huu wa 2025 tulipata pia taarifa kupitia mifumo yetu ya taarifa tulipata tetesi za uwepo wa wahisiwa wenye dalili za vipele na mambo mengine yanayoendana na ugonjwa wa mpox na ilipofika tarehe tisa machi mwaka 2025 tulipomaliza kukamilisha uchunguzi wa kimaabara tulithibitisha tarehe hiyo tisa kwamba nchi yetu ina wagonjwa wa mpox wawili kwa kuzingatia uchunguzi huo wa kimaabara. Lakini hata hivyo, tunaendelea kufuatilia mwenendo wa wagonjwa lakini na wale waliotengamana, ili kuendelea kuhakikisha kwamba Watanzania wanakuwa salama na kama mnavyofahamu ugonjwa huu wa mpox unatokana na maambukizi kutoka kwa wanyama kuja kwa binadamu, na binadamu ana uwezo wa kumwambukiza wenzake pale ambapo maji maji kutoka kwa binadamu yanagusana, mwenye ugonjwa yanagusana na binadamu mwenzake mwingine, na hivyo anaweza kusababisha maambukizi haya, ikiwa ni pamoja na kutumia matandiko ya mgonjwa ambaye ana ugonjwa huo lakini kubusana, kushikana mikono, kubusiana, wakati mwingine kukumbatiana. Kwa hiyo kama hayo yatafanyika, lakini mmoja kati ya hao ana maambukizi haya, basi anaweza kuambukiza kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine. Tunachosisitiza, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwamba magonjwa haya ya mipuko hayana mipaka na ndio maana tunakuwa na mifumo na mitandao kutoka nchi moja mpaka nyingine, kuhakikisha kwamba kila nchi inajitahidi kulinda wananchi wake, lakini hasa kutoa elimu na kuwa na utambuzi wa dalili za magonjwa haya. Na sasa tunahimizana kila mtu afahamu dalili hizi za ugonjwa wa Mpox na kuchukua hatua za kitaalamu tumeendelea kuzisisitiza kusudi tuweze kukata hii minyororo ambayo inaweza ikasambaza ugonjwa huu, lakini niendelee kusisitiza kwamba ni lazima kwa sasa kila mmoja wetu ajitahidi kufuatilia maelekezo ya wizara ya afya, maelekezo ya wataalamu, ikiwemo kuchukua hatua za haraka sana. Pale ambapo unaona una dalili, kitu cha kwanza ambacho mkoa umefanya ni kuunda timu za mwitikio wa haraka, yani kwa maana ya timu za wataalamu. Ugonjwa unapotokea lazima wataalamu waweze kushughulika kwa hiyo, timu hizo zimeundwa katika ngazi ya mkoa, lakini pia katika ngazi zote za halmashauri, lakini kwa sababu ugonjwa wenyewe asili yake ni kuambukiza kama ambavyo Mheshimiwa Waziri wa Afya alitangulia kusema iza kwa kugusana au kugusa majimaji ya kutoa kwa mgonjwa, basi tumeandaa sehemu za kuwatenga wagonjwa iwapo watatokea. Kwa haraka haraka tu hapa, tukianza na manispaa hapa ya Songea, tuna eneo la hospitali ya mkoa, lakini pia tuna Sanangula, hospitali ya Sanangula ya manispaa pale, halmashauri ya Songea tuna hospitali ya Piramiho, lakini tuna hospitali ile ya halmashauri ya Mpitimbi. Upande wa Tunduru tuna hospitali ya halmashauri pale ya Tunduru, halikadhalika na Mtumbo hivyo hivyo pale Migelegele hospitali ya halmashauri. Upande wa Mbinga hospitali ya halmashauri, Nyasa hospitali ya halmashauri na Mbinga pia upande wa vijijini ni hospitali ya halmashauri, lakini <coughs> tumeimarisha pia timu za ufuatiliaji magonjwa haya. Mara nyingi ni ufuatiliaji, mheshimiwa mwenyekiti. Kwa hiyo timu zetu pata habari hasa katika maeneo yale ambayo wagonjwa wanaweza wakaingia, mathala ni viwanja vya ndege na hapa Songea tunacho, lakini zile boda mipaka ya Mkenda pamoja na kule Nyasa, timu zetu zimeimarishwa zaidi kufuatilia hasa watu wanaoingia, lakini pia na timu za ndani kwa ajili kufuatili ya kufuatilia wananchi wetu.